Kwenye mji mkuu wa Venezuela, Caracas, mamia wa wafanyakazi wa usafiri wameingia barabarani wakiandamana kudai rais wao Nicolas Maduro aliyekamatwa na Marekani arudishwe. Mmoja wa waandamanaji hao anasema wako barabarani kutuma ujumbe kwa ulimwengu kwamba watu wa Venezuela wako pamoja na rais wao. Matarajio ambayo wafanyakazi wote wa sekta ya usafiri wanayo kote nchini Venezuela ni kwamba sote tumeungana na tunataka kuona rais wetu na mkewe wakirudi katika nchi yetu, katika nchi hii ambayo waliitetea sana, na kwamba leo tunaitetea kwa kufuata miongozo ambayo rais wetu ametuachia. Maandamano hayo pia yaliambatana na ujumbe kutoka kwa mtoto wa Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra, aliyewatia moyo waandamanaji hao: tunafanya maamuzi sahihi, tusiwe na shaka. Tutalinda amani ya nchi, tutahakikisha nchi inasonga mbele na, na tutawarudisha Nicolas Maduro na Cilia Flores. Katika hatua nyingine, spika wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema zaidi ya watu mia nne wameachiliwa kutoka gerezani kama sehemu ya mchakato unaoendelea wa kuachiliwa huru wafungwa wa kisiasa. Rodriguez pia ametupilia mbali madai kwamba wamewaachilia watu 56 na sio mia nne kama ripoti zinavyoeleza. Ikiwa unataka kuona orodha hiyo, tutaziweka zipatikane mb. kwa ukamilifu mb. Kufikia leo kuna karibu watu 400 kwenye orodha hizo na wengine wataendelea kuongezwa. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanakadiria kuwa idadi ndogo ya wafungwa, kati ya 60 na 70, wameachiliwa katika siku za hivi karibuni.